Ndugu zetu jamani wa, naam. wa Tanzania, kama ambavyo mnaona tuko mbele ya ubalozi wa Tanzania Ujerumani, Berlin, na leo tumekuja hapa kuonyesha masikitiko yetu kwa mambo ambayo yanatokea Tanzania. Haiwezekani kwamba taifa kwenye taifa moja wanauliwa watu zaidi ya elfu kumi na tano Alafu taifa liko kimya tu, anayejiita rais ambaye hajachaguliwa yuko kimya tu. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo tumekuja hapa kuonyesha kwamba solidarity na watanzania kwamba lazima miili ya watu waliouliwa wali, wali ipatikane, wajulikane, wamezikwa wapi, wamechomwa wapi, wamepelekwa wapi. Taifa lazima li, liwe kipindi cha maombolezo. Tunakuwa na taifa gani ambalo halienda hata kipindi cha maombolezo baada ya kupoteza watu wengi? na pia kitu kingine ambacho kimetuleta hapa ni kumwambia tu Samia, hujachaguliwa na Watanzania, hatukufahamu, hatukukubali, hujashinda. Tafadhali ondoka Ikulu, hatukutaki Samia. You must go. Who are you? who are you? who are you Samia to be in the Ikulu? Na sisi tunaongea as Tanzania, active tanzanian citizen. Tunasema Samia, mambo ambayo unayafanyia Tanzania hatujazoea kwenye taifa letu. Tanganyika haijawahi kunajisiwa kiasi hicho. Usitunajisie taifa. You must go. Asante.